Uwekezaji huu ambao awali wakati Mheshimiwa Rais alipoanza kusema maneno yalikuwa mengi, lakini naamini sasa waandishi wa habari, mmepita wenyewe, mmeona hali halisi, mmeiona bandari ya Dar es Salaam ya miaka saba nane tisa iliyopita na bandari ya Dar es Salaam ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, bandari ya kisasa, bandari yenye tija, bandari yenye faida kwa Watanzania, bandari inayofanya mageuzi ya uchumi kwa nchi yetu na bandari inayostawisha uh, ustawi wa jamii ya Watanzania. Ndugu zangu waandishi wa habari, nazungumza nanyi leo ikiwa ni utaratibu wangu wa kawaida ambao nimejiwekea kwamba sasa tutakuwa tunapita kuangalia miradi, tunaangalia utekelezaji, kisha tunazungumza, ili tunayazungumza yawe ni yale ambayo nyinyi wenyewe mmeyaona. Na leo hapa bandarini ilikuwa ni makusudi kabisa tuwe na siku nzima ya kutembezwa katika maeneo mbalimbali na nikushukuru sana mkurugenzi wa bandari kakaangu uh, Abeid kwa kutupitisha hapa na mwakilishi kutoka DP World ndugu yangu Malamia. Nawashukuruni sana kwa kututembeza, kutuonesha kila kazi inayofanyika hapa hapa hapa. Na mimi niko hapa nikiwa nyuma yangu mnaona kazi inayoendelea hapa upande wangu wa kulia, hili meli kubwa hili kama jumba la ghorofa linaitwa Galaxy S. Hili ni meli lenye uwezo wa kubeba magari zaidi ya elfu sita. Magari zaidi ya elfu sita yanaweza kubebwa kwa mara moja na meli hii, lakini hii hapa ni meli inabeba tuna, tunaita mzigo kichele. Hii ni meli iliyoleta ngano, ina, ina uwezo wa kubeba tani elfu sitini za ngano kwa wakati mmoja. Sasa huko tulikotoka meli kama hizi zisingeweza kusimama hapa kushusha mizigo kwa sababu hakukuwa na uwekezaji. Tumefanya uwekezaji mkubwa wa kuchimba kina, kuongeza kina cha gati zetu hizi mpaka mita kumi na tano na hizi meli ili zije, zinahitaji kina kisichopungua mita kumi na tatu na nusu kwayo, sisi kina chetu ni zaidi ya mahitaji ya hizi meli na ndio maana leo tunapata hapa. Lakini yako mengi, tutaongea kadiri tunapokwenda. Tuna uwezo sasa wa kupokea meli ndefu zenye urefu wa mpaka mita mia tatu na tano na tayari tumeshapokea meli moja ya zaidi ya mita mia tatu. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa iliyofanyika ambayo sasa inatuwezesha nchi yetu kuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa na zenye uwezo wa kubeba mzigo mkubwa. Na katika biashara hii ya usafirishaji kupitia meli, unapokuwa na meli zinazoweza kubeba mzigo mkubwa, unapunguza gharama za usafirishaji, maana yake unasaidia katika uchumi kwa leo hii nchi yetu ina uwezo wa kufikisha mizigo kwa gharama nafuu zaidi ikilinganishwa mizigo ililazimika kuja kwa kidogo kidogo. Meli kama hii ambayo mwekezaji wetu mmoja wa ndani mzee Bakresa akileta ngano hapa, alihitaji alete meli kama hizi mbili au tatu, ili ziweze kuleta tani zake elfu sitini lakini sasa hivi analeta meli moja anashusha ngano yake yote na kazi zinaendelea. Kwa hiyo ndugu zangu, kama nilivyosema, pamoja na kuongeza e, uwezo wa bandari yetu kama ambavyo nitasema huko baadaye e, katika kuhudumia mzigo kwenye bandari hii ya Dar es Salaam, lakini pia tumeendelea kufanya kazi kubwa ya kuhudumia nchi majirani zetu, kwa sababu sisi kwetu bandari hii ni bandari ambayo tumeamua tuijenge katika misingi ya kukidhi mahitaji ya Tanzania na ya kikanda, na pia iweze kuhimili ushindani uliopo katika ukanda huu wa mashariki kwa watu ambao wanaleta mizigo kutoka maeneo mbalimbali duniani. Na kwa taarifa yenu tu, pamoja na mizigo ambayo inakuja kwa ajili ya Tanzania, lakini pia tunahudumia nchi zetu majirani. Kwa mfano katika mwaka 2024-2025 bandari zetu za Tanzania zikiongozwa kwa zaidi ya asilimia tisini na bandari ya Dar es Salaam zimehudumia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo shehena ya tani milioni tano. Tumehudumia Zambia shehena ya tani milioni tatu, laki tano na elfu kumi, mia saba na sita. Tumehudumia Burundi shehena ya, ya tani laki nne na ishirini na tano elfu, mia saba sabini na nne. Tumehudumia Rwanda mzigo wa tani milioni moja laki saba na ishirini na nne elfu, na mia tatu na sabini. Tumehudumia Malawi mzigo wa tani laki sita na sabini na tano elfu tumehudumia Uganda mzigo wa tani laki moja na themanini na tano elfu, na mia sita ishirini na tano. Tumehudumia Zimbabwe mzigo wa tani elfu sitini na moja na mia tatu na sita. Na shehena nyingine kutoka maeneo mbalimbali tumeendelea kuhudumia hivyo, na ndio maana ukiangalia baadhi ya nchi hapa, kwa mfano Zambia ambayo tumeihudumia kwa tani milioni tatu, laki tano na kumi elfu, na mia saba na sita, tumeamua hata katika bandari yetu kavu ya Kwala tuwape eneo kabisa ili mizigo yao wao wanaweza kuitunza vizuri ikitoka hapa bandarini kwa kutumia SGR, tunapeleka pale wanachukua mizigo yao kutokea pale kwenda Zambia, ili tupunguze msongamano wa mzigo katika bandari ya Dar es Salaam. Ndugu zangu waandishi wa habari, mamlaka ya bandari Tanzania kama wote mnavyojua na kama ambavyo nilisema, uamuzi makini uliofanywa na Mheshimiwa Rais iliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji wa bandari na naomba nipigie mstari hili, tuliingia mkataba wa upangishaji na uendeshaji maanake, wako baadhi ya watu wanapotosha kabisa kabisa, wanaenda kusema bandari ya Dar es Salaam imeuzwa. Hii bandari nilipo mimi hapa, haijauzwa, iko chini ya serikali na mamlaka ya bandari Tanzania. Iko hapa mkurugenzi. Abd, njoo aje wakuone hapa. Huyu ni mkurugenzi wa wa bandari ya Dar es Salaam mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usimamizi wa bandari ndugu Plasduce Mbosa hayuko hapa, yuko kwenye majukumu mengine. Huyu ni mkurugenzi wa bandari ya Dar es Salaam yuko hapa. Bandari haijauzwa, bandari ni mali ya serikali. Hawa DP World na Adan tumewapangisha, rudi kakae, tumewapangisha. Na hapa kwenye, kwenye mkutano huu nitawaambia tunafanya nini katika upangishaji wa bandari ya Dar es Salaam. Kwanza DP World na hawa Adan ambao tuliingia nao mkataba wa upangishaji na uendelezaji wameunda kampuni za kitanzania ambazo sasa zinatakiwa zifanye kazi kwa sheria za Tanzania. DP World wao wameunda kampuni inaitwa DP World Dar es Salaam Limited, kampuni ya Tanzania na inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Na hawa Adan wameunda kampuni inaitwa Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited, imesajiliwa Tanzania, inadhibitiwa kwa sheria ya makampuni ya Tanzania. Sasa kampuni hizi zimefanya uwekezaji mkubwa DP World wenyewe tayari mpaka sasa katika kipindi kifupi tangu tumeingia nao mkataba wa upangishaji wekeza katika bandari hii kiasi cha shilingi bilioni mia mbili kumi na nne nukta mbili na wamefanya nini? Kwanza wamenunua mitambo mipya, wote mmeiona ile mitambo ambayo inapakia na kupakua mizigo makontena na mizigo mingine mbalimbali. Wamefanya, wamefanya uwekezaji katika mifumo ya tehama, wamefanya ukarabati wa karakana ya mitambo, wamefanya uendelezaji wa maeneo mbalimbali ya kuhifadhi shehena. Lakini pili, Tanzania East Africa Gateway Terminal Limited wao wanaendelea kufanya uwekezaji na hapa watawekeza kiasi cha shilingi bilioni 410.4 na wao hali kadhalika wanafanya ukarabati wa miundombinu na maeneo ya kuhifadhia makasha maboresho ya gati namba nane mpaka namba kumi na moja na kuongeza gati kwa mita mia moja. Lakini pia wanafanya upanuzi wa mitambo mipya na usanifu na usimikaji wa mifumo ya kisasa ya tehama wanafanya pia ukarabati na maboresho ya karakana ya mitambo na kuendeleza maeneo mbalimbali ya kuhifadhi makasha ili kuongeza uwezo wa gati namba nane mpaka namba kumi na moja lakini kazi nyingine ni uhudumiaji wa shehena na meli ambao umefanyika katika bandari yetu eh, katika kipindi cha mwaka jana mwaka 2024 2025 na nusu muhula ya mwaka huu 2025 2026. Uwekezaji huu uliofanywa na DP World na TEAGTL wale adan mpaka sasa umeleta mafanikio yafuatayo: bandari yetu ya Dar es Salaam imefanya ongezeko la shehena ambayo inahudumiwa katika bandari hii kufikia tani milioni 27.7 katika mwaka wa fedha wa 2024/2025, na hii ni sawa na ongezeko la asilimia 17 ikilinganishwa na mwaka wa nyuma yake tu mwaka 2023/2024 ambapo bandari ilihudumia tani milioni 23.69. Maanake ni kwamba tunaendelea kuongeza uwezo kadiri muda unavyokwenda, na Watanzania msisahau, hii yote imeongezeka kutoka huko tulikotoka kabla mwaka 2020 Ishirini na moja tulikuwa kwenye tani chini ya milioni ishirini kwa mwaka lakini sasa tunafika tani milioni ishirini na saba lakini mapinduzi makubwa tunaenda kuyafanya katika mwaka huu tunatarajia kufika zaidi ya tani milioni thelathini na mbili katika mwaka elfu mbili na ishirini na tano, ishirini na sita tunafanya hivi kwa sababu tayari tumeshaanza kuona dalili katika nusu ya kwanza ya Julai Disemba 2025 mzigo uliohudumiwa na bandari yetu ya Dar es Salaam umefikia tani milioni 16.7 ambazo ni, ni, ni, ni ongezeko la asilimia 30 ikilinganishwa na mwaka kama huo muda kama huo mwaka jana ambapo tulikuwa tumeingiza tani milioni 12, tumehudumia tani milioni 12.8. Kwa hiyo mtaona jinsi ongezeko linapokwenda kadiri wadau wetu wanavyozidi kuongeza uwekezaji na sisi pia tunaongeza uwezo wa bandari eh, kuhudumia mzigo lakini pia muda wa meli kuhudumia bandarini umepungua kutoka wastani wa siku 30 na sasa tumefikia siku sita na hii ni kwa mwaka mmoja. Kabla yake ilikuwa meli hapa zinasubiri mpaka siku 46, wakati mwingine, kuna tokea matatizo mpaka hata siku sabini meli imekaa huko na ngani inasubiri, lakini sasa hivi wastani ni siku sita. Ufanisi umeongezeka, watu wengi wanapitisha mizigo yao katika bandari ya Dar es Salaam, bandari imekuwa na ufanisi. Lakini pia tumefanya uwekezaji ambao umetoa ajira hadi kufikia mwezi Juni mwaka huu jumla ya wa wafanyakazi 74 wamepata ajira za moja kwa moja katika kampuni ya DP World na kampuni ya TEAGTL yani ile Adan, katika fani mbalimbali wakiwemo maafisa wa idara mbalimbali mbali, makarani wa shughuli za uendeshaji, waendeshaji wa mitambo mikubwa na midogo na askari. Lakini pia kuna ajira zisizo za moja kwa moja ambazo zimezalishwa ni nyingi, na Watanzania wengi wanaendelea kunufaika. Lakini pia tumefanya uwekezaji huu ambao umeiwezesha TPA pia kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari. Ndugu zangu, huko tulikotoka TPA ilikuwa inaweza kufanya uwezeshaji uzalishaji mwaka elfu mbili huko na ishirini uzalishaji kwa mwaka kama bilioni shilingi bilioni mia nane na hamsini na karibu fedha zote zilikuwa zinatumika katika uendeshaji. Kwa hiyo ilikuwa tunapata na fedha zote zinatumika, lakini sasa hivi tunaweza kupata kwa TPA peke yake tunaweza kupata zaidi ya shilingi trilioni mbili, mapato ya TPA peke yake. Muhimu zaidi, gharama za uendeshaji wa TPA zimeshuka. Zilikuwa zinakwenda bilioni 800 mpaka mia tisa huko, yaani fedha zote tunazimaliza, lakini sasa hivi tumeweza kushusha gharama kwa zaidi ya asilimia 57. Matumizi ya TPA hapa hayafiki bilioni mia tano kwa mwaka kwa hiyo na hizo zilikuwa ni fedha ambazo zilikuwa zinakwenda kulipa wafanyakazi, kugharibia matengenezo, marekebisho, um, vitu mbalimbali. Kwa hiyo unajikuta fedha zile, mnapata mapato ya bandari, lakini fedha zote zinaishia katika gharama za uendeshaji. Lakini pia tumeweza kuimarisha ufanisi na uendeshaji wa shughuli za bandari ambao umechangia pia kuongezeka kwa makusanyo ya mapato ya serikali e, kutokana na kodi ya forodha zamani, hapa tulikuwa tunakusanya kutokana na kodi ya forodha mwaka elfu mbili huko elfu mbili na ishirini huko nyuma tulikuwa tunakusanya kama shilingi trilioni saba kwa mwaka. Baada ya uwekezaji tuliongeza tuli kidogo e, mwaka jana tukafikia kama shilingi trilioni kumi pointi tano tano lakini mwaka jana tumevunja rekodi, tumefika shilingi trilioni kumi na mbili nukta tatu tatu hayo ni mapato yanayotokana na forodha. Ndugu zangu, niliwahi kusema na naomba kurudia, Bandari ni biashara, bandari sio uzalendo tu. Ni uzalendo pale inapokuwa inatulipa lakini, uendeshaji wa bandari ni namba. Unapata nini kutokana na bandari yako, ndicho kitu muhimu na tuna, tunataka kuangalia faida, kwa sababu mapato yanayotokana na bandari, ambayo ndio lango letu kuu la uchumi kwa hapa Tanzania, ndiyo yanatusaidia kuendesha serikali, kuhudumia wananchi hapa ndipo tunapata fedha za kujenga barabara, kuwapatia watanzania maji, kununua dawa, kuwasambazia umeme, sasa tunakwenda vitongojini na huduma nyingine mbalimbali, kutoa huduma za elimu, afya katika maeneo mbalimbali nchini kwetu. Kwa hiyo ni lazima tuwe na mwelekeo wa kuiangalia bandari kimkakati, na ndio maana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akasema, sawa, ni sifa nchi kuendesha bandari wenyewe, lakini sio sifa kwa nchi kuendesha bandari mkiwa mnapata hasara. Ni sifa nchi kuendesha bandari mkiwa mnapata faida, mnapata fedha, mnaendesha huduma za kijamii za wananchi. Kwa hiyo, hayo ndio matokeo makubwa ambayo tumeyapata. Sasa tunaweza kuwa tunapata mapato mara mbili ya tulivyokuwa tunapata awali. Tulikuwa tunapata trilioni saba, sasa tuko trilioni kumi na mbili na kitu. Sio muda mrefu tutafika trilioni kumi na tatu kumi na nne na huku mbele nitawaambia jinsi ambavyo mapato kutokana na TRA yalivyoimarika baada ya uwekezaji huu mkubwa ambao tunaufanya. Lakini pia pamoja na kupata mafanikio haya na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini, serikali bado inaendelea kufanya uwekezaji katika eneo hili ili tuendelee kupata mafanikio makubwa zaidi. Moja ya kazi kubwa tunazoendelea kuzifanya ni ujenzi wa gati na, na matenki ya kuhifadhia mafuta. Huu mradi unahusisha ujenzi wa gati na matenki kumi na tano yenye uwezo wa kupokea na kuhifadhi mafuta hadi tani laki tatu sabini na nane elfu kwa wakati mmoja. Mkandarasi ameshaanza ujenzi wa matanki pamoja na miundombinu yake, na hadi sasa utekelezaji wa mradi huu umefika asilimia 35. Kwa hiyo kazi hii inaendelea, na tukifika hapo tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta mengi kutoka kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam. Mradi huu utaongeza ufanisi wa bandari na kuhudumia meli za mafuta na kupunguza gharama, lakini pia kurahisisha shughuli za upakuaji katika meli za mafuta. Tunao mradi mwingine katika bandari hii, nao ni mradi wa uboreshaji wa gati la Malindi. Mradi huu unahusisha usanifu na ujenzi wa gati lenye urefu wa mita 500. Tunataka tuanze kupokea meli ndefu zaidi ya hizo za mita 305. Kwao tumeanza ujenzi wa gati hii. Mkandarasi ameshaanza utekelezaji wa mradi huu hadi sasa wamefikia asilimia nane na utekelezaji unaendelea. Ukikamilika utawezesha meli zenye uzito wa jumla ya tani elfu hamsini na kwenda mbele kupokelewa kwa wakati mmoja na kuhudumiwa. Tunakuwa tunaweza kupokea meli mbili kwa wakati mmoja, sasa hivi tunapokea moja moja, lakini wakati huo sasa tutakuwa tunaweza kupokea meli mbili kwa wakati mmoja na zika zikahudumiwa. Tunao mradi mwingine nao ni mradi wa uboreshaji wa gati namba nane mpaka namba kumi na moja na ujenzi wa gati namba 12 hadi namba 15. Mradi wa uboreshaji wa gati hizi upo katika hatua ya manunuzi ya mkandarasi. Upembuzi yakinifu wa mradi wa ujenzi wa gati namba 12 mpaka namba 15 na umeshakamilika katika hatua awamu ya kwanza. Kwa sasa TPA inatafuta wabia kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Miradi hii ikikamilika, itaongeza ufanisi katika kuhudumia shehena ya makasha katika bandari ya Dar es Salaam. Lakini pia tunao mradi mwingine wa ujenzi wa reli katika bandari ya Dar es Salaam. Tunataka tuunganishe reli zetu hapa SGR, MGR ile reli ya kati ile ya zamani, lakini pia Tazara ambayo, tayari kama ambavyo tuliwatangazia hivi karibuni, tumeshapata mwekezaji, kampuni ya CCECC ambayo inafanya uboreshaji mkubwa wa reli ya Tazara, uwekezaji wa zaidi ya dola za Marekani bilioni 1.4 na yenyewe tutaiunganisha mpaka katika bandari ya Dar es Salaam ili uweze kuchukua mzigo wetu hapa na mzigo wetu uweze kusafiri kwa meli hii, kwa reli hii ya Cape Gauge ambayo ina mtandao wa zaidi ya kilomita 1500 katika nchi za SADC. Maana yake tuweze kufanya biashara na nchi nyingi zaidi kutokea bandari ya Dar es Salaam. Kwa mradi huu unaendelea, uh, utekelezaji wake, serikali kupitia TRC imeingia mkataba na mkandarasi kwa ajili ya kutekeleza ujenzi wa mradi huu. Mradi huu ukikamilika utaongeza ufanisi wa kuhudumia shehena ya makasha yani containers, hadi kufikia makontena laki nne na elfu themanini kwa mwaka mmoja, na kuwezesha usafirishaji wa shehena kwa ajili ya reli kuongeza eh, ambayo itaongezeka kutoka asilimia mbili ya sasa hadi kufikia asilimia kumi na mbili. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari hapa, tunao mradi mwingine wa uboreshaji wa bandari ya Mtwara ambao pia tumeutekeleza na umefikia umekamilika kwa asilimia mia moja. Tumetengeneza gati pale lenye urefu wa mita mia tatu, na kukamilika kwa mradi huu kumeongeza uwezo wa bandari yetu ya Mtwara. E, maana watu wengi wanadhani bandari tunayozungumzia ni ya Dar es Salaam peke yake. Tunazo bandari Mtwara, tuna bandari Tanga. Sasa bandari ya Mtwara na yenyewe tumeshakamilisha na hivi ninavyozungumza na nyie, uwezo wa bandari ya Mtwara umeongezeka kutoka kuhudumia tani 592,365 ambazo ilikuwa ni mwaka 2021-2022 na sasa bandari yetu ya Mtwara inaweza kuhudumia tani milioni mbili laki tano na sabini na saba elfu na mia tatu na thelathini na mbili. Tunaendelea kufanya namna nyingine ya kuona namna gani tutaongeza zaidi katika mradi huu, lakini kule kule Mtwara tumeanza ujenzi wa bandari ya Kisiwa Mgao. Mradi huu ni maalumu kwa mzigo tunaita dead cargo sipendi sana ne, ne, jina lake la Kiswahili unaitwa mzigo mchafu, lakini hapa tuna maana ya makaa ya mawe na saruji. Kazi ile inaendelea, hivi ninavyozungumza imefikia asilimia kumi na nane. Ukikamilika utatusaidia sana katika usafirishaji wa simenti pamoja na saruji. Uh, saruji pamoja na makaa ya mawe na hasa wakati huu ambapo tunaelekea katika utekelezaji mkubwa wa miradi yetu. Ile ya, ya Liganga na Mchuchuma tunategemea tutatumia huko, lakini pia tukiendelea kuchimba makaa ya mawe kutoka katika mkoa wa Ruvuma. Lakini pia tunao mradi wa ujenzi wa bandari ya Bukoba na wenyewe tume, tumefanya kazi kubwa ya kujenga bandari ile na imekamilika kwa asilimia mia moja. Inaendelea kutoa huduma. Tumefanya ujenzi katika bandari ya Kemondo ambayo pia imekamilika kwa asilimia mia moja na yenyewe inaendelea kutubika. Tumefanya ujenzi katika bandari ya Mwanza kaskazini kazi ile ya ujenzi imefikia asilimia themanini na kwenyewe inaendelea, lakini pia tunajenga eh, bandari ya Kigoma. Mradi huu unatekelezwa eh, pale Kigoma na mkandarasi anaendelea na utekelezaji wa mradi, sasa hivi anakusanya kusanya vifaa ili aweze kufanya hiyo kazi kwa haraka. Lakini pia tunafanya usanifu wa ujenzi wa ofisi ya mkuu wa bandari pale Kigoma na GAT katika bandari ya Kigoma Ujiji eh, na Kibirizi. Mradi huu pia unaendelea umefanyika kwa asilimia mia moja na ujenzi wa gati ya Kibirizi na wenyewe umefika asilimia tisini na tisa. Tunaendelea pia na ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay katika Ziwa Nyasa. Uh, kazi hii na yenyewe inaendelea pale tunafanya kazi kubwa, kwanza ujenzi wa gati ya kuhudumia shehena ya magari, roro kwa sababu pale magari yanavuka kwenda Nkata Bay katika nchi ya Malawi. Lakini pia tunajenga jengo la utawala, tunajenga uzio barabara, jengo la kuhifadhi mizigo na jengo la abiria. Huu mradi umefika asilimia 46 na kazi inaendelea. Lakini pia tunao mradi wa uboreshaji wa bandari ya tanga ambao pia tumeufanya kwa asilimia mia moja umehusisha gati namba moja na namba mbili lenye urefu wa mita mia nne na hamsini mradi huu unalenga kutatua changamoto ya kuhudumia mizigo mara mbili mbili yani double handling na kuongeza uwezo na ufanisi wa bandari kutoka tani laki tano hadi kufikia tani milioni moja, laki mbili na tisini elfu kwa mwaka hiyo ndio kazi ambayo imefanywa na mheshimiwa daktari samia suluhu hassan rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania kwamba sasa bandari zetu sio iwe Dar es Salaam peke yake, lakini pia Mtwara na Tanga zitumike ipasavyo. Naomba waandishi wa habari, siku moja tukipata muda, tutakwenda bandari ya Tanga, muone bandari ya Tanga ya miaka mitano iliyopita na bandari ya Tanga ya leo, ni bandari mbili tofauti. Iko busy, mizigo mingi inapita bandari ya Tanga ya ndani na nje ya nchi. Tunataka kufanya hivyo pia katika bandari yetu ya Mtwara na kwenyewe kutakuwa namna hiyo hiyo tutaunganisha na bandari zetu ambazo zinatuunganisha na nchi ambazo zinatutegemea eh, katika bahari yetu hii ya Hindi. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema, bandari ya Dar es Salaam itakuwa na uwezo wa kuhudumia shehena kubwa zaidi kutoka uwezo wa kuhudumia wastani wa tani milioni 16 si eh, kipindi kile cha mwaka elfu mbili na kumi na saba na sasa tunakwenda tuna sasa kuhudumia zaidi ya tani milioni 30. Sasa ndugu zangu waandishi wa habari, kama nilivyosema mwanzoni tunapozungumza bandari tunazungumza biashara hapa, tunazungumza mapato ya nchi. Uboreshaji mkubwa uliofanywa katika bandari ya Dar es Salaam umetuletea matokeo makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Mamlaka yetu ya mapato Tanzania TRA imeongeza ukusanyaji wa mapato. Wastani wa makusanyo ya mapato hivi sasa kwa TRA kwa mwaka 2025, 26 Tumefikia wastani wa shilingi trilioni tatu nukta moja, sita. Sasa mtakumbuka niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni kumi na mbili nukta tatu. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni saba. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini, lakini uwekezaji mkubwa tuliofanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu, na sasa mapato ya TRA katika nchi nzima yameongezeka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza TPA na TRA, wamekuwa mamidfield wa uchumi wa Tanzania wazuri sana kwa sababu wao wakiteteleka uchumi wetu utateteleka, mapato yetu yatateteleka. Sasa kwa TRA hey, ukusanyaji wa mapato ambao nimewaambia umefikia wastani wa asilimia tatu nukta moja tatu umeongezeka sana ikilinganishwa na miaka mitano sita iliyopita, ambapo wastani ulikuwa ni kama shilingi trilioni moja nukta tano sasa tumefika shilingi trilioni tatu, mara mbili, zaidi ya mara mbili, wanasema ongezeko la asilimia mia moja na saba. Haya ni mafanikio makubwa, ndugu zangu wa Tanzania, na serikali inapotangaza kuchukua hatua madhubuti za kuleta matokeo makubwa, hii ndiyo maana yake, na alizungumza kwa utuo hili kwa sababu tumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu kupotoa